Naitwa Elizabeth Joseph, nilipigwa mimi, nilipigiwa tu simu ndio ulivotokea, mi sikuwepo nyumbani, ndo asubuhi nikaje. Ah, ni pengo kubwa sana jamani, watoto sita mm -hmm, wako shule nyingine mm, tunaishi tu vizuri. Alikuwa eh, na visa, mimi najua tu ana kisa na kijana fulani Itusaidie, tujue tukio limetokea kwa sababu gani na na nani amefanya hili tukio. Nataka tusaidie. Mi kwanza kwa jina naitwa Nahum Paulo Silo, ni katibu wa CCM wa kata ya ya Masakta. Marehemu ni balozi wetu, na kwa mara ya mwisho nilikuwa nakabidhi mabaskeli ya Mama Samia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania jana nilisikia kwamba alikuwepo masakta kwenye makao makuu ya kata lakini sikuweza kuonana naye asubuhi ya leo wakati mimi natoka nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake nasema bana usiku marehemu kauawa Ehe, marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali, walikuwa wanazungumzia, kimebaki kwenye shingo. Kiujumla marehemu, kwa kawaida kwa siku zote, balozi wetu, kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo ni za kawaida na ile na zimeisha, mambo mengi yamemaliza, na toka amekuwa balozi am, hakuna migogoro ambayo tumeendelea kuona kwake. Kimsingi tumeshtushwa na hili ambalo limetokea, mpaka kimesababisha kifo chake, na jambo ambalo alitoka ki katika ki mji wake mdogo wa kijiji cha Lambo, mfukoni akiwa na sukari ya watoto wake mke wake nasikia alienda kwenye msiba, maana yake alikuwa ya anapeleka sukari ile kwa ajili ya baridi ya kipindi hiki kuwapatia watoto wake chai. Lakini hakufika nyumbani, karibu na kwake hapa kama nyumbani kwake, kari, kama hatua kumi na tano ndio mahali yamepata hiyo, hiyo mauti nadhani ni mambo ambayo sisi tunasikitika kwa ujumla. Mimi kwa jina naitwa Bernardi Kweso, mwenyekiti wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta. E, kama ilivyoadha tukio hili la, la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni ya kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake, basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale. Alivyorushiwa mshale akakimbia jirani, ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa maji Mahindi. Na nikaambiwa kwamba mpelekwa hospitali, na alivyofika alifika kwa dokta akafia hapo. Huyu bwana anaitwa huyu, marehemu anaitwa Paulo Mahindi, Paulo, Mahindi ambaye katika mambo ya ugomvi, kwa kweli, kwa sasa hivi kama ninavyofahamu, kama mwenyekiti kwa sasa, ana ugomvi na mtu yeyote ninavyofahamu, kama, kama vikao vinavyoendelea sasa hivi, tunatafuta nani kafanya kitendo kiovu kama hiki, ambaye ni kitendo katika eneo la kijiji hiki cha Lambo kata ya Msakta. Alijawahi tokea, ni mara ya kwanza mtu kutangwa na mshale. Watu wanagombanaga kwenye mipaka, lakini si katika hali ya kutangwa kwa namna hii. na kuwa kwa sasa hivi wananchi wanaendelea na upelelezi tu, na mpaka sasa hivi hakuna aliyeonekana kwamba amehusika. Mshale mmoja tu shingoni. Mkakati ambayo tunategemea kuyafanya, tunataka tufanye tuendelee na, na utafiti ikibidi. Tunashukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika. Mi naitwa Taresekidos, huyu kwangu ni kakaangu. Mama maelezo anayesema anasema, mimi nimeshtuka tu kina, kinasikia mtu ampiga yeye mara mbili, nilipokaa nika, nilipo kitandani nikasikia amekuja ame ame, ame huko, akaruka boma akakimbe mm, mpaka kule kwa kaka yake akasema maelezo mengine mimi sintaweza kujua, kwa sababu ndo ninachojua hiyo. Ni mtu amekimbia tu, anasema. Serikali naomba wanisaidia, kwa sababu mimi ndo mimi ndo niko na mtegemea yeye jetaaatailwaijebtam a Anasema wasichana ndio wakubwa, yeye ndio amefuata wasichana, lakini katika nyum, nyumba hii yeye ndio baba <tibit> anasema kama mnaweza kunisaidia mtanisaidia, kwa sababu mimi ndio nimebaki ni peke yangu na huyu mtoto wangu wa kike, wasichana mke